Wengi tumechukiwa kwa sababu ya ndoto tulizobeba. Wengi tumechukiwa kwa sababu ya watu, wameona kile tulichonacho ndani yetu. Na kitu ambacho naweza nikakuambia mwana wa Mungu, kila unayemwona chini ya jua ndani yake kuna kitu ambacho Mungu ameweka na kinamtofautisha na watu wengine. Wengine wamepewa roho ya kutawala, wengine wamepewa roho ya kumiliki, wengine wamepewa roho ya utajiri, wengine wamepewa mafanikio makubwa. Hayo yote yanapoonekana machoni pa watu, wengi wamekuwa wakikasirishwa nawe, na wengine wametukatisha tamaa, wengine wamefanya mambo ambayo yameangamiza ndoto za wengi, lakini niko hapa nikuambie leo, ili utimize ndoto yako, yaishi maono ulio nayo. Yaishi maono ulio nayo, usijali unapitia nini, usijali unakutana na vizuizi gani, usijali unakutana na changamoto gani. Ukiwa na ndoto ndani yako, pambana. Yaishi maono uliobeba Yusufu katika hii Mwanzo thelathini na saba mstari wa tano mpaka mstari wa kumi. Ndugu zake walipoiona ndoto ya Yusufu walimchukia walikasirishwa naye, lakini Yusufu alijua ndani yake ana roho ya Mungu, amebeba maono, ana ndoto, anatamani siku moja kufikia ndoto alizoota. Alipambana katika kuuzwa, katika kuwa mtumwa, katika kusalitiwa. Wengine watakusaliti watakapoona maono uliobeba, katika kuyaishi maono Liti, watakutendea hiana watakufanyia mambo mabaya, usiogope. Utapitia majaribu makubwa, usiogope, usikate tamaa. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani yake. Kwa hivyo basi, hata katikati ya jaribu bado Mungu anaweza kufanya mlango wa kutokea. Kwa leo hii nataka nikuombe sana mwana wa Mungu katika majira haya, ili uweze kutimiza ndoto zako, hakikisha unayaishi maono, tena unayaishi bila kukata tamaa, bila kuhesabu gharama, bila kuhesabu changamoto. Watakuacha wengine u wataku wacha njiani, wengine watakurudisha nyuma, wengine watakuambia maneno magumu, wengine watakuvunja moyo kwa sababu ya maneno yao. Wengine watakapoona ndoto zako ni kubwa na kulinganisha na nyakati na majira ulio nayo, watasema hii haiwezekani. Sikiliza, ni kuambie mwana wa Mungu, haikuwa rahisi kwa Yusufu. Yusufu anapoona maono ameyupo huko nchi ya ugenini, ni nyakati tena, akiwa kijana mdogo kabisa, hajui itatimiaje, lakini wakati wa Mungu ulikuwa ni wakati sahihi kwa We nataka ni kuambie ndoto yako maono yako kesho yako hailinganishwi na kitu chochote, haijalishi unapitia hayo unaoyapitia, nyakati ulizo nazo wewe. Jambo la muhimu ili ufikie ndoto yako yaishi maono. Katika kuyaishi maono, jenga msingi imara wa imani, jenga msingi imara wa kumwamini Mungu. Mtumaini Mungu, usitegemea akili zako, hautaweza mwite Kristo mwambie Mungu kwa habari ya ndoto ulizobeba. Mungu atakushindia zidi ya watesi. Vita zitainuka, lakini Bwana atakupa kushinda katikati ya vita. Majaribu yatainuka, Bwana atakupa kuvuka katikati ya majaribu, namna fulani ya maisha yatatokea. Siku zote watu wenye hatima kubwa ndio watu wanaopigwa vita. Siku zote watu waliobeba maono makubwa ndio watu ambao shetani anang'ang'ana na wao ili kuwaangusha kwao. Usishangae vita ulio nayo, usishangae mapito ulio nayo, usishangae kukataliwa unaokataliwa, usishangae kuchukiwa unakochukiwa. Wengine wana kuchukia bila sababu, wengine wanainuka tu wanainua hasira juu yako bila sababu, na haujui kwa nini? Kumbe ni kwa sababu ya maono uliyobeba, kumbe ni kwa sababu ya ndoto uliyobeba. Kwa leo ninakutia moyo mwanangu, katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kufikia kwenye ndoto zako, Mungu akupe neema ya kuyaishi maono uliyoyabeba. Maono yako, kesho yako, maono yako, ndoto zako, ndoto zako, maisha yako, maisha yako, ndoto zako. Kwa hiyo ng'ang'ana, litafute na ujipate. Ishi katika wewe, usikopi maisha ya mtu mwingine, usitamani kufanana na mtu mwingine, kwa sababu hata mimi nilipo sifanani na pasta mwingine yoyote, na wote hatuwezi kufanana. Hata kama wote tukawa mapasta wote tukavaa kora wote tukawa na makanisa wote tukawa naombea watu, lakini hatima yangu haifanani na mtu mwingine. Vivyo hivyo, nataka ujue hata kama wote mtafanya biashara, wote mkawa na ndoto ya biashara, hatima zenu hazifanani. Wote mkawa waajiliwa, hatima zenu hazifanani. Kwa hiyo ishi maono yako ili upate kutimiza ndoto zako, kwa jina la Yesu ninakubariki, na na, hata kama unapitia nyakati na kutabilia, kwa jina la Yesu utakwenda kuvuka na Mungu anakubarikia. Mungu anakupa kuvuka, Mungu anakupa kuushinda, Mungu anakupa uwezo wa nguvu, na nguvu ya madhabahu ya Yesu Kristo itasimama na wewe kwenye ofisi yako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, na woteva mali gani, upo unafanya nini, Mungu atasimama na wewe, utatimiza ndoto zako. Niko hapa nikubariki na nikuombe kwa jina la Yesu Kristo, wewe ambao unasikia moyo wako sahihi, unatamani kuona Mungu anasimama na wewe na anabariki njia zako, ili upate kufanikishwa kwenye ndoto ulizobeba. Ujumbe mkubwa, kumbuka: ishi maono ili utimize ndoto. Katika kuishi maono na kutimiza ndoto, kwanza Mungu awe pamoja nawe na Mungu awe tumaini lako la pekee. Nami niko hapa ni kubariki ni kutamkia kwa jina la Yesu, Roho wa Bwana awe juu yako na Mungu akupe neema ya kutimiza ndoto zako. Tuombe pamoja nami na Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu uliyenipa neema katika majira haya kwa ajili ya neno hili, ishi maono upate kutimiza ndoto. Asante kwa maana umetufundisha kwa habari ya Yusufu katika Mwanzo 37: tano mpaka ile kumi. Ndugu zake walimchukia kwa sababu ya ndoto zake, wazazi wake waligadhibika kwa sababu ya ndoto yake, lakini Bwana ulikuwa pamoja naye hata katika vipindi na nyakati alizokutana nazo katika kuyaishi maono. Nami Bwana, niko hapa, nitamke baraka, niachilie mafuta ya neema kuachilia watoto wako wanaotamani kutimiza ndoto na maono na malengo yaliyoko katikati ya maisha yetu. Wengine ni biashara, wengine ni kazi, wengine ni huduma, wengine kwa habari ya familia, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya ofisi. Kunayo mapito mbalimbali wanaoyapitia. Yesu Kristo, Naomba kila mmoja mtendee sawa sawa na neno lako katika jina la Yesu wa Nazareth, uliaye nguvu ya neema ya madhabahu yako Bwana iwe pamoja naye ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo, naachilia mafuta ya neema na chama mafuta ya kibali, kama vile Bwana ulivyonipa kibali katika majira haya kusema naye, ndivyo Mungu kachilia udhihirisho wa neema yako katika utimilifu wa ndoto za watoto wako katika jina la Yesu Kristo, amen. Na Mungu a mbinguni akubariki sana, mwana wa Mungu katika Yesu Kristo ulikuwa nami, mtumishi wa Mungu Pastor Yohana Mahundi, ninakupenda, ninakuombea, ninakubariki, na unaweza kuwasiliana nami kwa namba za simu za 0756537434 unaweza kuwasiliana nami kwa namba za simu za 0756537434. Kumbuka ujumbe mkubwa ambao Bwana amenipa kunena nawe, ishi maono upate kutimiza ndoto zako. Mungu akubariki. Neema ya Kristo iwe pamoja nanyi, tukutane tena kwenye vipindi vitakavyofuata, lakini unaweza kunifollow kwa hiyo namba kwa whatsapp na kwa kupiga simu moja kwa moja, na unaweza follow pia pale YouTube channel unaandika Pastor Yohana Mahundi, na Mungu akubariki sana.